Kuendelea kukamatana kutokana na mambo yaliyotokana na uchaguzi nadhani na, na inatupeleka kwenye kukosa utashi wa namna ya kushughulika na matukio yaliyotokea huko nyuma. Kwa hivi e, ni kujua vibaya ni nini kifanyike wakati gani. Kwa hivi sasa hivi tupo kwenye wakati ambao hakuna anayetakiwa kukamatwa, hakuna anayetakiwa kutishiwa kutokana na, na, na, na, na zoezi zima la uchaguzi na yale yaliyotokea. Sasa tuko kwenye kipindi cha maridhiano, kipindi ambacho tunatakiwa tufarijiane, kipindi ambacho tunatakiwa kuja na programu za kuhakikisha kwamba haki, amani na uzalendo unarejea kwenye taifa letu. Kwa hivyo hapo ni lazima baadhi ya mambo tufunike kombe, mwanaalamu apite. e, tutoe mfano mzuri. Kila kiongozi katika ngazi ya mkoa, kata, tarafa e, wilaya anapaswa kuja na mpango wa kuwarudisha watu kwenye hali ya kawaida wenye maumivu wenye ulemavu wenye nini, atembelee atoe pole, atengeneze programu yenye kuwafanya watu wazungumze hili jambo, watu wasifumbwe midomo, kwa sababu katika kuzungumza ndani yake kuna uponyaji. Watu wasiogope kuzungumzia kwamba hii mazingira yaliyotokea yalikuwa hivi, mijadala mingi juu ya jambo hili inatuponya kiakili, lakini pia wale wenye fursa ya kupata miili kupata sii, labda watu wao waliokuwa waonekani kama mahali fulani wapo, watolewe wapewe, ili kusudi turudi sasa wote kwa pamoja eh, tuanze kurudisha hali ya kawaida ya amani ya utulivu ya uzalendo kwa faida yetu sote. Kwa sababu machafuko yanapotokea, hakuna kitu cha maana. Hiki ni kipindi ambacho watu wanataka kusikia pole, kusema pole, poleni jamani. Pamoja na haya tulikuwa bado tuna kila sababu ya tusingeacha tu sisi, kama walinzi wa amani tulitakiwa lazima tupambane na hii hali. Haya yaliyotokea alikuwa target yetu, halikuwa lengo letu. Ni lazima maneno kwa viongozi yawe ya pole. Pole inaleta faraja pole inaanzisha upya. Pole inakuza. Pole inaondoa matatizo. Pole inatibu akili ya wale unaowaambia pole. Kwa hiyo huu ni wakati wa kupeana pole, si wakati wa kuendelea kukamata zaidi. Ikikosekana hii pole, ikikosekana pole tukaendelea kukamatana, amani haitakuwepo. Fujo zitaendelea. Yani, yale makando kando yanayotokana na hili ni lazima tuyaache, ni lazima tusameheane, ni lazima tuanze upya, tutumie a mbona zinajieleza vizuri, tulifomu tufanye resilience, tuwe na uvumilivu, tufanye reconstruction, rebuilding. We build again. Kwa hiyo tunaanza tuna, tuna kujenga upya, hatuchukui yale ya nyuma tukayaleta hapa, na hii haina madhara yoyote, yani kuwaacha hawa wote haina madhara, ndio inaenda kujenga kuliko kubomoa. Hivi wale wote ambao wako kwenye maamuzi wameshikilia watu hii, lewati, <laughs> wa namna hii kwa namna yoyote, ni lazima wawaachie. Hii inaongea wa, kama mtaalamu wa akili <resulting Greek> msaikolojia, <mythology> kwamba ni lazima waachiwe ili kusudi wananchi waone kwamba e, e, nafasi kubwa ya viongozi imeshiriki kwenye kutufariji. U, mtu anaona watu wake wawili kwenye familia wamefariki na waliobaki wako polisi. Bolo umwachie wale walioko polisi ili kusudi waje washirikiane naye kwenye, kuli, kwenye kulimaliza hili. Kwa hiyo usi wakati wa kukamatana. Sawa, so, jenzi ndo ambayo walikuwa mbele sana kwenda kudai madai yao haya ambayo walikuwa wanaona ni wakati sahihi wa kwenda kudai, lakini uh, wakakutana na mkono wa, wa, wa, wa, wa sheria kwa maana ya vyombo vya ulinzi na sheria kwenda kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwa shwari. Uh, haya ambayo yametokea jenzi, uh, kwa yale ambayo walikuwa nadai, unadhani wameyapata? Uh, nilikwambia awali kwenye mambo haya hakuna mshindi madai yao ya kwamba tunataka usawa tu. uchaguzi Umeenda, ila tuiangalie hii katiba hii. Tulishaanza, tulishaiangalia katiba tuka, tukaja na ile ile ile rasimi ya katiba tukafikia pale. Kwa hiyo hiyo sio ishu, ni kuendelea na kumalizia baadaye, tutakuwa tumemiti huku. Lakini habari e, e, ya tume wale viongozi wanaohusika wataitazama vizuri kwamba je, inafanyaje, ili kusudi iweze kuwa ya namna ambayo hailalamikiwi eh, lakini uta, utakuja huku ambako watu wanazungumza habari ya, ya, ya haya mengine yote yanaingia kwenye katiba ambayo ikitazamwa tayari yanaisha, unaona. Lakini pia watu wanazungumza habari ya, ya kutaka kwamba eh, vyama vya siasa vingine viachiwe vi, vi, vi na vyenyewe vifanye, vifanye siasa. Sasa, kwa vyo vyote vile tukireform, maana yake tutakuwa tumefanya rebuilding, tumebuild upya. Kwa hiyo hali pale hali itakuwa iko shwari, kila kitu kitaendelea. Kila kitu kitaendelea tutembee eh, na hatutalaumiana, na na na zile zile tukitembea kila yake vidole sehemu zile kila kitu kuisha habari yake, na hatutalaumiana, hatutonyoshana vidole, na hatutafika sehemu tumkalili huyu, kama huyu ndio chanzo cha mambo yote ya hovyo. Hatutafika huko, hatuwezi kufika huko. Na hii nchi ni, ni, ni yetu sote, ni lazima kila mtu ajue ana wajibu wa kufariji watu, ana wajibu wa kuitazama eh, Tanzania kwa, mu, kwa, kwa mtazamo chanya. Haya yametokea, huwezi ukasema tu, tukichafue tena turudie tena. Aha, huo sio mtazamo chanya, inatakiwa uwe mtazamo chanya kwamba haya yaliyotokea yametosha, yametufundisha, tumeona makosa yako wapi. Ni wakati wa kujisahihisha na kujisahihisha ni rahisi tu. Fowala, tugusie kundi la watoto pamoja na watu wazima. Uh, tumesema kwamba watoto hawajazoea kuona, labda aone kwenye televisheni mm, lakini leo anasikia risasi zikipigwa nje ya nyumba yao mm, leo anasikia bomu likipigwa mm, leo huyu mtoto yuko ndani yawezekana mzazi ampi jibu la moja kwa moja, kwa nini mtoto alikuwa ndani mbali na kwamba sasa hivi shughuli zimeendelea kama kawaida. Upande wa watu wazima pia nao hivi vitu hawajazoea wa ukiona labda ni sababu ya msingi sana, jeshi la polisi wanakabiliana na watu fulani, lakini hawii madhara makubwa kama ambayo tumeyashuhudia kwa nyakati za sasa. Huyu mtoto tunamsaidiaje arudi katika hali yake ya kawaida, kwa vile vitendo ambavyo ameshuhudia, risasi, mabomu, matukio mbalimbali ya kikatili ambayo ameyaona, lakini pia na huyu mtu mzima pia vile vile ambaye hajazoea kuona hivi vitu ni kwa sababu tu ya msingi, lakini tayari amekwisha kuvishuhudia vimetokea katika maeneo ya kwao kabisa. Tunasaidiaje makundi haya yote mawili ili turejee katika utimamu wa kiakili? Tukianza na watoto, watoto wanapoona matukio mabaya yanakuwa na athari kubwa sana kwenye akili zao. Baadaye tutakuwa na taifa la watu wenye hasira sana, taifa la watu wenye kulipiza visasi, taifa la watu ambao wanakosa resilience, uvumilivu wanaukosa taifa la watu ambao wana hawajali chochote. Kwa nini? Kwa sababu mazingira haya hayakuwatendea haki, haya ya uchaguzi. Ndio maana, e, tunazungumza habari yasirudie tena. Yakirudia tena yatadabo kwenye akili za hawa walio watoto, baadaye watakuwa vijana na baadaye watakuwa na hasira kubwa zaidi, na matokeo yake hayatakuwa mazuri. Ziko baadhi ya koo na familia, leo hii watu wanaogopa kuziweka kwenye nafasi za uongozi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua hiki, sisi hatukutenda vizuri juu ya wazazi wao, kwa hiyo hawa watakuja kulipiza kisasi. Tunawapoteza. Kwa hivyo ina maana kwamba e, loho ya visasi tunaweza kuiondoa kwa kuhakikisha kwamba haya matukio hayarudi tena, lakini kwa nafasi nyingine wako watu, watu waliopoteza ndugu, waliopoteza jamaa zao waliopoteza marafiki, wako watu ni wazalendo tu, kwa hiyo umepoteza watanzania wenzao. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa kufanyika ni, ni, ni, ni kuhakikisha kwamba wale waliopoteza mali warudi, wakae upya, wajitathmini na wajue wanaanzaje upya. Kama unaweza kuongea na taasisi za fedha ikiwemo mabenki, zungumza nao wale waliokuwa na marejesho, ili waone wana structure vipi kusudi eh, wana restructure ile mikopo yao na waanze upya na wajue wanaweza kuwa na toko ya namna gani yenye kuwa na msaada kwa benki na kwa mteja mwenyewe. Lakini kama hiyo haitoshi, wakati mwingine tumepoteza watu eh, watu wame, wamekufa. Ha, hii sasa eh, ni lazima eh, vyombo vya dini vije na mpango wa kusaidia ni kwa namna gani kurescue ile mazingira ya watu kuchanganyikiwa. Hiyo moja, lakini ya pili, kama familia familia pia wazazi wanatakiwa warudi waongee na vijana wao kwamba tunahitaji taifa lenye utulivu, na sasa ni wakati wa kutulia. Kila mtu anao nafasi ya kumtuliza mwenzake na kumsaidia mwenzake. Kama hiyo haitoshi, wale wanaokuwa wanaelezwa mambo yanayohusiana na hii wasilete kiburi. Tunahitaji unyenyekevu kwenye jambo hili. Mambo ya kukomaa sana na sheria na taratibu na kanuni yaishe. Tuko kwenye maridhiano, tuko kwenye kuondoa maumivu, tuko kwenye kutoa huzuni, tuko kwenye hali ya kutaka kurudisha amani. Hakuna komandi na, na, na, na. Amani inapopotea hatuna hatuna mshindi. Yani wewe polisi huwezi ukakaa ukasema mi nimeshinda, huwezi kushinda. Unashindaje? Umeshindaje? Umeshindaje? na mwananchi naye hawezi kusema mimi nimeshinda. Mbona sisi tulipigana tuli na hao wenye silaha tukawashinda? Hamna mshindi wote tutajeruhiwa, wote tutaumia, wote hatuna pa kwenda. Hapa ndio kwetu, lazima tuhakikishe kwamba panakuwa na nini na amani, ili kusudi tuweze kukaa vizuri. Na sisi tuliofiwa ni lazima tukubali lile limepita. Sote tutakufa, tutakufaje? Ndio hatujui wenzetu wamekufa wakiwa wanapigania kile walichokiamini wao, kwamba ni haki, na kwa misingi hiyo kwamba waliamini amani itakuja. Na wapo ambao kabla ya kufa walisema kwamba mimi nife ili nyinyi huku mtakaoishi, mje mpate mpate utulivu mje mpate amani, mje mpate haki yenu. Kwa hivyo ina maana kwamba e, pengine wao wanaona kazi yao waliimaliza. Sisi kazi yetu sasa ni kuhakikisha kwamba tunawaombea, tunawapa pole wafiwa, lakini pia tunajifunza kwamba tunataka mazingira yenye amani.